Okay, okay guys, leo nataka niwaelekeze kitu kimoja, jinsi ya kudeposit hela Binance kupitia mawakala pia to pia. Sasa cha kufanya utakuja kwenye Binance yako, iwapo utaiklik yo Binance yako. After that una search hapo juu unapa search hapo juu unapa search pia tu pia unaikliki hapo baada ya hapo utagusa hapo bank transfer and 100 plus option utaigusa hiyo ukishaigusa hiyo basi watafunguka mawakala kama, kama hivi sasa hawa ni mawakala wa tanzania sasa hapa juu hapa juu unaona kameandika tanzania shilling hapa unaweza ukachange, ukanunua labda wewe sio so, labda umefungua akaunti yako umekutana na na mawakala ambao sio wa Tanzania. Utapa click hapo ili ubadilishe wawe mawakala wa Tanzania. Sasa sisi tupo Tanzania, haina haja tena ya kubadili hapo. Sasa utaachana napo. Kitu kitakachokuwa kinafata ni kuchagua wakala ambaye ana miti criteria za kwako, vigezo vya kwako wewe. Kwa mfano, wewe unatumia Tigo, basi inabidi umchague wakala ambaye anatumia Tigo kama wewe unatumia voda basi utamchagua wakala anayetumia voda. Sasa hapa unaona kuna wakala wa kwanza huyu anaitwa Jordan Mwinuka TZ. Sasa huyu ni wa kwanza kwa sababu matangazo yake anayapromote, halafu ukiangalia anauza dola kwa bei ya juu sana. Sasa wewe cha kufanya, inabidi umchague wakala ambaye atakuwa anauza dola kwa bei ya chini kuminimize loss, los yes. Amshue, umeelewa? Sasa utakuja una hapa juu kuna sehemu imeandikwa buy na sell. Buy na sell. Sasa kitendo kinachotaka sisi kukifanya ni tunataka tununue, tunataka tu buy, not selling. Sasa ukikliki ok, hapa mbele u ok, ukikliki ok, hapa ni sehemu imeandikwa buy na hapa ni sehemu imeandikwa sell. Sasa Ukikiliki bai utakuwa unanunua dola, ukikiliki seli kama wewe una dola unataka umuuzie wakala. Sasa sisi tunataka tu bai, utagusa hapo bai, utagusa hapo bai, automatically imesha, imesha, imesha kuwa ni on kwenye bai. Kama unataka ku sell utaklik hapo kwenye sell, automatically utaona hapo pamebadilika, na hizi alama za huku mbele zimebadilika, zimekuwa nyekundu zinasoma sell. Njoo turudi kwenye our main point. Sasa tunamchagua wakala ambaye ana miti criteria. Kwa mfano, mimi natumia Tigo, nitamchagua automatically. Wakala wa kwanza anaitwa Snavel. Yes, namchagua huyo, nabinyiza buy. Ukishabinyiza buy, uta utaseti kiwango ambacho unataka, unataka ufanyaje? Unataka kununua ulichonacho kwenye simu yako kwa mfano huyu ananunua dola kuanzia dola do, kuanzia elfu sita mia tisa mpaka, elfu, mpaka laki sita, laki, laki, mm? Yes, ni elfu sitini na tano mia sita na moja ananunua hivyo ana, anauza hivyo yeye atakuwa anauza wewe yeah, una una buy. Yes, utakuja hapo na seti kiwango ambacho unataka kununua, ambacho upo nacho kwenye simu yako. Kwa mfano mimi nataka ninunue labda dola za elfu kumi, nitakuja naandika hapa shilingi elfu kumi, elfu kumi yangu naiandika hapo, then na press order hapo, automatically nitapokea kwamba na receive dola 3.62, then na press order. Nikisha press order, nakuja naangalia naangalia view payment detail. Utakuja una view payment detail hasa hapo, utakuja, utakuja uone jinsi gani unafanya malipo. Huyu wakala anaitwa full name, anaitwa Lemens Swai. Namba ya wakala ni hiyo hapo chini phone number ambayo ni 837515, utaikopi hiyo utaikopi hiyo hapo, then utaenda kwenye, kwenye tigo pesa yako una, unatoa kama unavyotoa hela kwa mawakala wengine Ukishatoa hela kama unavyotoa kwa mawakala wengine, una screenshot au unapiga picha muhamala, ili ili hatua inayofuata ni kunotify seller. Kwa mfano hapa, unakuja una notify the seller. Ukisha notify the seller, una kuna sehemu una, unaweka una ile screenshot uliyopiga ili kuthibitisha kwamba umemtumia hela. Baada ya hapo, wakala atalilize dola atakutumia kwenye akaunti yako.